Mtazamaji wa Coco FM, hapa nipo katika kijiji cha Fumbini wadi ya Kibarani na nipo na baadhi ya wazee wa vijiji kutoka sehemu tofauti katika kaunti hii ya Kilifi. Labda waweze kutujuza ni nini ambacho kinaendelea katika hafla hii. Kwanza, majina yangu naitwa Salma Kalume, ni balozi wa Konjora moja ambao iko Konjora sublocation. Leo tuko hapa kufuzu ama kugraduate kwa ajili ya mafunzo ambayo tuliyafanya ya positive, positive parenting kutoka kwa shirika la Kenya Finland, hao ndio sponsors ambao walifadhili hayo mafundisho, na tulisoma kwa wiki kumi na nne. Zile cases ambazo e, tulijifunza kwamba hazituhusu sisi wazee wa mtaa ni kwa mfano kesi za ubakaji ama dhulma za kijinsia kwa watoto, kwa wamama, watu wazima kuna cases ambazo sisi kama jamii tunaweza tukazihandle nyumbani, na kuna cases ambazo kumbe kisheria hatustahili sisi wazee wa mtaa ama mabalozi kuziingilia ama kuzisuluhisha, cases kama za mtoto amedhulumiwa, mtoto chini ya miaka 18 amedhulumiwa Bifo haya mafundisho, tulikuwa tunayazimisha haya maneno nyumbani. Tulikuwa tunasema huyu mtoto amebakwa ama amedhulumiwa na narake kwa nyumba ama amedhulumiwa na mtu wa familia, tulikuwa tunasema ha -ha, hii kesi isiende mbali kwa sababu nyinyi ni familia moja. Lakini baada ya haya mafundisho, tukaona kumbe tulikuwa tunakosea. Usawa ni kwamba hizi hiz zina mahali ambapo zinafaa zipelekwe, na kuna ofisi za jenda ambazo, ili mwisho wa kwisha apate haki yake, na yule ambaye amefanya makosa ama perpetrator chukuliwe hatua za kisheria. Hiyo haki tulikuwa hatuijui. Baada ya masomo, tukaweza kugundua kwamba kuna kesi zili zetu na nyingine si zetu. Kusema kweli, mafundisho yamenifunza ya mengi. Nilikuwa kama mzee wa nyumba kumi, mambo mengi siyajui, lakini kupitia haya mafundisho yamenitoa mbali, amenifunza ya, nimepata kuona mwangaza useme yaani, kama mimi tariki binafsi, amenisaidia hata pale katika jamii, venye ilikuwa siwezi kuenda na kesi vizuri, lakini sasa inaweza kuchukua kesi vizuri, nikajua kesi fulani naipeleka mali fulani, kesi hii haistahili huko, yaenda huko. Haya mafundisho ni kama yametufundisha jinsi ya kuweza kuishi katika familia zetu, kutengeza familia zetu na kutengeza hata eh, familia za mitaani. Kwa hivyo sasa hii tumepata ujuzi wa kutosha wakuweza hata kufanya kazi na serikali vizuri. Kitambo ilikuwa tunafanya ni kama nusu nusu, lakini saa hii tuko full. Sisi kama wazee wa mitaa huwa tunafuatwa na vitu vingi sana. Mtu anaweza pigwa na bwanake huko, anakuja kwako, mahali pa kumweka hauna chakula cha kumsaidia hauna, sasa, inakuwa ni changamoto kwetu sisi ume, yani mtu amekuja pale akikutegemea kwamba wewe unaweza msaidia lakini, akifika pale, wewe mwenyewe tayari hata labda uweze kujisaidia pia huna. Mapendekezo yetu kwa serikali, tungeomba tuwezeshwe jinsi ya ku communicate hata labda, kuna wakati unaweza jisikia kupiga simu labda polisi, kwa sababu kuna, labda kuna tukio umeliona na labda krediti huna, inakuwa changamoto. So kama kuna uwezekano, serikali tungeomba kama inaweza tukupea mshahara ama token ya kutuwezesha sisi kutekeleza majukumu yetu. Mtazamaji, hayo yamekuwa ni maoni ama ni baadhi ya wazee ambao wamekuwa katika yale mafunzo ambayo wamesema ni ya zaidi ya miezi miwili na wamezungumzia masuala tofauti ikiwemo swala la ardhi ndani ya kanda ya pwani na pia swala la ukosefu wa usalama. Pia wameweza kuzungumzia kuhusu wao kutambulika kikamilifu na serikali kuweza kupewa mishahara yao ya kila mwezi na labda waweze kuhusishwa katika rasmi za serikali. Elizabeth Mwende, Coco FM. Coco FM, ladha ya pwani.